Baraza la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekutana kujadili hatma ya rais wa zamani Joseph Kabila na kuchunguza ombi la serikali la kuondoa kinga ya rais huyo wa zamani, anayeshutumiwa kwa kushiriki kushirikiana na Rwanda pamoja na waasi wa M23. Serikali imepanga kuanzisha mashtaka dhidi ya Kabila kwa makosa ya uhaini, huku chama chake kikipinga shutuma hizo na kuziita kuwa ni uzushi mtupu. Nimemkaribisha hapa studio Salehe mwana Milongo ili atueleze kile kinachojiri huko Kinshasa, yeye amekuwa akifuatilia. Kwanza Salehe, kikao hichi ambacho cha hivi karibuni cha seneti kimefikia wapi? Asante sana Sudi. Kikao cha jana kwenye baraza la seneti kimefikia na kimeafiki kuundwa kwa kamati maalum ya kutathmini ombi la mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi kutaka kinga ya rais Kabila wa zamani iondolewe, na kamati hiyo imepewa siku tatu kutoa mapendekezo yake ambayo yatajadiliwa kwenye kikao maalum cha, cha, cha, cha seneti ambao watapiga kura ikiwa Kabila aondolewe kinga yake au hapana. Kwa hiyo ndio hatua iliyochukuliwa hivi sasa, lakini tume hiyo pia itapewa jukumu la kumsikiliza Kabila mwenyewe ili aweze kujitetea, lakini kwa bahati mbaya Kabila hayuko Kongo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ni tuhuma zipi zinazotolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi ili kutaka kinga ya ya Joseph Kabila iondolewe? E, kuna tuhuma nyingi, kwanza ni uhaini ambao wamesema, uh, kabila amekuwa kiliunga mkono kundi la waasi wa M23 wanaungwa mkono pia na Rwanda kwa nguvu na mali, na pia mwendesha mashtaka wa kijeshi amesema tuhuma nyingine ni kwamba, uh, moja ya washukiwa kwenye kesi hiyo hiyo ya kuunga mkono uasi huu ambaye alihukumiwa kifo na yuko kwenye gereza hapo mjini Kinshasa, Eric Nkunda ambaye ni mshirika wa zamani wa Corneille Nanga mkuu wa kundi la waasi, alimwambia ali mwendesha mashtaka kwamba ali aliwasikia Kabila na Nanga wakizungumza kwa simu kuhusu njama ya mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo uh, jana kwenye kikao cha Seneti uh, mwendesha mashtaka mkuu aliweza kuelezea na kutoa baadhi ya tuhuma nyingi ambazo zinamkabili Rais Kabila ikiwa uh, kinga yake itatolewa aweze kufunguliwa mashitaka Nanga wa M23. Imearifiwa kuwa maseneta wamegawanyika kuhusu utaratibu unaotakiwa kufuata kabla ya kuondolewa kinga hiyo. Je, kuna wezekano wowote hatua hii kufikiwa? Bila shaka kikao cha jana kilionekana kuwa na, wasi, na, na, na, na na joto kali pamoja na mvutano um, mkali um, kwenye kikao hicho, lakini um, baraza hilo lina uwingi wa maseneta ni kutoka chama cha Rais Chisekedi na hata kwenye baraza la bunge. Kwa hiyo um, uwezekano ni mkubwa kwamba uh, ikiwa watapiga kura, basi uh, seneti inaweza kuondoa uh, kinga kwa rais huyo wa zamani. Jibu, jibu fupi tu kwamba marais wa Rwanda na Kongo na maendeleo ya mazungumzo yanayoendelea ni kipi kilichofikiwa hadi hadi hivi sasa kuonekane maridhiano hayo? Kwa mujibu wa mjumbe maalum wa Marekani eh, kwa ajili ya Afrika Masad Bulosi, ni kwamba marais hao waliweza kupewa rasimu ya mwisho iliyopendekezwa sasa na mpatanishi yaani Marekani, ili kuweza kufikia eh, eh, makubaliano, lakini hawakuweka wazi ni kipi kilichozungumzwa kwenye eh. Shukrani sana Salehe mwana Milongo.